Mwanamke mmoja alizimia baada ya yeye na mwenza wake kuchapwa viboko 140 kila mmoja kwa kosa la kufanya ngono nje ya ndoa na kunywa pombe, katika tukio linalotajwa kuwa miongoni mwa adhabu kali zaidi za sheria ya Kiislamu kuwahi kutekelezwa nchini Indonesia. Mwanaume na mwanamke ambao majina yao yamehifadhiwa walichapwa mgongoni kwa fimbo ya mianzi hadharani katika bustani ya umma hii leo Alhamisi Januari 29 mwaka 2026 katika jimbo la Aceh huku makumi ya watu wakishuhudia. Katika jimbo la Aceh, eneo pekee nchini Indonesia linalotekeleza kukiuka sheria za Kiislamu, mahusiano ya kingono ya watu wasiowana yamepigwa marufuku kabisa. Mwanamke huyo alizimia baada ya kushindwa kustahimili adhabu hiyo kali, na alionekana akiondolewa kwenye machela hadi kwenye gari la wagonjwa. Kwa mujibu wa mkuu wa polisi wa sheria ya Banda Aceh, Mohamed Riza, wanandoa hao walichapwa viboko 140 kila mmoja; viboko 100 kwa kufanya ngono nje ya ndoa na viboko 40 kwa kosa la kunywa pombe. Picha za tukio hilo zilimuonesha mwanamke huyo akiwa amepiga magoti, huku mtekelezaji wa adhabu hiyo aliyevaa barakoa akimchapa viboko mfululizo, na picha nyingine zikimuonesha akifuta machozi. Inaelezwa kuwa adhabu hii ni miongoni mwa adhabu yenye idadi kubwa zaidi ya viboko kuwahi kutolewa tangu sheria ianze kutekelezwa kufuatia jimbo la Aceh kupewa mamlaka maalum mwaka elfu mbili na moja. Wanandoa hao walikuwa ni miongoni mwa watu sita walioadhibiwa kwa viboko kwa kukiuka sheria za Kiislamu. Miongoni mwao alikuwepo afisa wa polisi wa sheria na mwenza wake wa kike waliokutwa wakiwa katika mkao wa kukaribiana katika eneo la faraga. Wawili hao walipokea viboko 23 kila mmoja. Adhabu ya viboko inaungwa mkono kwa kiwango kikubwa na wananchi wa jimbo la Aceh kama njia ya kudhibiti makosa mbalimbali ikiwemo kamari, unywaji pombe, mahusiano ya jinsia moja na kufanya ngono nje ya ndoa. Mwaka uliopita wa wanaume wawili walichapa viboko sabini na sita kila mmoja hadharani baada ya mahakama ya sheria kuwakuta na hatia ya mahusiano ya kingono nje ya ndoa na utekelezaji wa sheria hiyo